Waligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni april mosi siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za mchezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi kwenye habari kubwa zopa kipaumbele, inaanza na habari inayosema CCM, Chadema, ACT ni mwendo wa jino kwa jino. CCM, Chadema na ACT ni mwendo wa jino kwa jino. Lakini WHO nayo kupunguza wafanyakazi. WHO nayo kupunguza wafanyakazi. Chadema yachunguza sakata la kada wake kupigwa, hicho ni chama cha demokrasia na maendeleo. Chadema kuchunguza sakata la kada wake kupigwa. Lakini Samia awaonya wachezea amani, huyu ni rais Samia Suluhu Hassan awaonya wachezea amani. Eh, yule habari pia inapatikana kwenye gazeti lako e, la Mwananchi. Ya asema ni mwaka wanaweza kutokea watu wakaharibu Idi kufanya kazi changamoto za uchaguzi wa serikali za mitaa awatwisha mzigo eh, viongozi wa dini wenyewe wasisitiza uchaguzi huru na haki. Hiyo ni habari ukurasa wa pili mpaka ukurasa wa tatu, gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini like Dr. Magreti kielelezo katika uhandisi Dr. Magreti ni kielelezo katika uhandisi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Na tukiacha na gazeti la Mwananchi tuangazie gazeti la Uhuru. Lenye ni habari kubwa inayosema watoto 25 wazaliwa da mkesha wa kuamkia siku kuu ya Idil Fitri. Watoto 25 wazaliwa Dar es Salaam mkesha wa kuamkia siku kuu ya Idil Fitri. Lakini Rais Samia, tusiruhusu itikadi za siasa kutuogawa. Rais Samia, tusiruhusu itikadi za siasa kutugawa. Chadema iseme inachotaka. Huyo ni Wasira asema Chadema iseme inachotaka. Rais Mwinyi atoa neno kuelekea uchaguzi mkuu. Huyo ni Rais wa Mapinduzi wa Serikali ya Zanzibar. Rais Mwinyi asema atoa neno kuelekea uchaguzi mkuu. Lakini bado kuna habari wasema, wizara kutumia bilioni 14 kukarabati majengo ya kale 85. Wizara kutumia bilioni 14 kukarabati majengo ya kale 35. Tukiachana gazeti la Uhuru tuangazie gazeti lako la Habari Leo. Lenye habari kubwa inasema, amani ya tawala sherehe za Eid al Fitr, hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini Bakwata ya Kirwa mifarakano ya mashehe. Bakwata ya Kirwa na mifarakano ya mashehe, na habari pia ukurasa wa pili. Lakini habari kubwa ni Samia aonya vurugu, asema wavunja amani hawatavumiliwa. Lakini ahadharisha uchochezi, aagiza dini zidhibiti chuki. Huyu ni Rais Samia au Nyavurugu asema avu, wavunja amani hawatavumiliwa. Lakini ahairisha uchochezi, aadharisha uchochezi, agiza dini zidhibiti chuki. Hiyo ni habari pia ukurasa nne. Lakini ukurasa saba kwenye gazeti la habari leo kuna habari inayosema sisemu Chadema waseme wanataka nini? Hao ni sisi mwauliza Chadema waseme wanataka nini. Lakini yudizi yasifu uzalendo wa balozi Mwapachu dism wasifu zalendo wa balozi wa pachini. Habari a ukurasa wa ishirini na moja lakini Dr. Mwinyi tulinde amani tusaidiane. Huyo ni Dr. Mwinyi asema tulinde amani tusaidiane. Mufti mkuu wa Zanzibar ahimiza utii kudumisha utulivu. Mufti mkuu wa Zanzibar ahimiza utii kudumisha utulivu. Hiyo ni habari ya ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo, upate nakale yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la habari leo, tuangazie sasa kwenye gazeti gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge, lina habari inayosema TARURA ajivunia mtandao wa barabara nchini, miaka, miaka, miaka minne rais Samia. TARURA ajivunia miaka minne mtandao wa barabara, miaka minne ya Rais Samia. Lakini Dkt. Samia aagiza uchaguzi wa haki. Huyu ni Rais Samia aagiza uchaguzi wa haki, asitiza kutumia fuara katika kus, kusahihisha dosari serikali za mitaa mbunge na diwani hakuna kutia kuita bila kupita bila kupingwa. Lakini autaka kutumia nyumba za ibada kuwakumbusha waumini wao kuhusu amani ya nchi. Lakini bakota ya shauri dosari ya uchaguzi serikali kurekebishwa. Sheikh Jalala naye asisitiza umuhimu wa amani, lakini atoa wito kutoruhusu kutumia siasa badala yake wajikite kwenye majukumu yao ya kila siku huyo ni Rais Samia, neno hayo imetoa kwenye baraza la sikukuu ya Idi El Fitri e, hapo jana. Lakini TPDC kuunganisha kaya 900 mtandao wa gesi asili e, TPDC kuunganisha kaya 900 mtandao wa gesi asili. Lakini Wasira arusha jiwe Chadema, amjibu Zito Kabwe, amweleza kuwa sisem haib, haibishani na Chadema. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la wa Machinga, sauti ya wanyonge lakini gazeti lako la mwanahabari gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaandika kaya 900, kuunganishwa na mtandao wa gesi asilia haoni TBDC. Lakini Tanesco yashinda tena tuzo ubora huduma kwa wateja, na Rais Samia atoa mkono wa idi kwa wenye uhitaji. Rais Samia atoa mkono wa idi kwa wenye uhitaji. Wasira siramjibu zito kuwa sisi haibishani na Chadema. Lakini Dkt Mwinyi awashika mkono eh, wa idi waliofika ikulu Zanzibar lakini Mrema ajiuliza Chadema shambulio kiongozi wa Bawacha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye gazeti lako la Mwanahabari gazeti bora kabisa kwa asubuhi ya leo, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti la Majira na nyenye asubuhi ya leo linaandika Samia, tufanyie kazi maoni ya taarifa za CAG CAG Samia, tufanyie kazi maoni ya taarifa za CAG. lakini CAG yataja mapungufu kukusanyaji wa kodi nika mashirika ya umma IPTL ya dai Tanesco bilioni 238.71 c deni la serikali ni himilivu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Majira kwenye kurasa uh, za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Kwa chana sasa na gazeti la Majira ukurasa wa mbele na magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani ya asubuhi ya leo, tunaanza kuliangazia gazeti lako la Machingas wa wanyonge inaanza na usema Simba e, dimbani na Almasri e, dimbani na Almasri kesho, lakini Yanga Tabora ni kisasi cha tatu. Yanga Tabora ni kisasi cha pntu ni katika mchezo wa ligi kuu leo kwenye dimba Alhasani e, Mwinyi au ni Yanga dhidi e, ni kisasi cha pointi tatu. Legini, mwansi, kuna bari na usema Azam kituo kinachofuata Ken Gold Mbeya kesho kutwa. Na e, Azam ni kitu kinachofuata ni Ken Gold Mbeya kesho kutwa. Lakini habari ya kimataifa inasema Man City macho kwa Pedri e, wa Barcelona. E, Man City macho kwa Pedri wa Barcelona hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kurasa za michezo. Lakini gazeti la Mwanahabari kwenye michezo inaandika Tabora United Yanga wazidi kutambiana. Tabora United na Yanga wazidi kutambiana. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako. E, gazeti la Mwanahabari kurasa za michezo. Lakini tizi la Simba kuwa kabili Almasiri ni bala. Tizi la Simba kuwa kabili Almasiri ni bala. Lakini bado kuna habari inayosema Azamu mgeni wa Ken Goldi Mbea kesho kutwa. Azamu ni mgeni wa Ken Goldi Mbea kesho kutwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako eh, gazeti la Mwanahabari. Lakini kimataifa kiungo Man United ya Sako na Real Madrid kwa pauni milioni 90. Kiungo Man United ya Sako na Real Madrid kwa pauni milioni 90. Na tukiachana gazeti la Mwanahabari tuangazie gazeti lako. Gazeti la Habari Leo kuna michezo linaandika bondia afariki ulingoni huko Ghana. Yu ni bondia afariki ulingoni huko Ghana. Lakini Simba ya msifu mo kuchagiza mafarikio Simbo ya msifu mo w kuchagiza mafanikio Serengeti ya anza vibaya. Homa, meche Yanga Tabora ya panda. Homa ya mchya Yanga na Tabora e homa ya panda, iyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kurasa za michezo. Kwenye gazeti lako la Mwanaspoti asubuhi ya ya leo kwenye kurasa za michezo inaandika Jonas Mkude amekomoshia mbali 947 eh, Jonas Mkuda yamekumbishia mbali mwaka 1947 lakini saa 24 za moto. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, huku Yanga ikicheza na Tabora, lakini mtani wake eh, Simba Sport Club kimataifa akicheza na Al Masry. eh, nasema ni saa 24 za moto. Lakini kuelekea ligi kuu England kuna ratiba mbalimbali ya mechi ikiwa mechi ya Arsenal na Fulham ambayo itacheza usiku wa saa tatu leo, lakini kuna Wolverhampton na West Ham saa tatu na, eh, uh, Nottingham Forest pamoja na Manchester United. Uh, ukiangalia gazeti lako la Mwanaspoti utajipatia ratiba ligi kuu ya Uingereza. Lakini habari kubwa ni Simba, eh, uh, kukipiga na Al-Masri kesho. Lakini na Yanga pia kukipiga na Tabora United kesho. Hiyo, uh, ni saa 24 za moto, ndo habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kurasa za michezo na gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za mchezo. Na tufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.